Kwamba kwenye swala la usajili ishu ya Mpanzu na ishu ya Morris sijaisikia, sijaisikia, ila kwa sababu umeniambia kuna sehemu fulani hivi nilipita nikaona andiko kwamba kwa sababu huyo unamtaja Hans, sijui ameni block. Mimi siwezi kuona posti zake, sijui kwa nini whatever atajua mwenyewe, lakini kuna sehemu zingine nimeona maandiko kama azifu kwamba kuna wachezaji Simba watahamia Yanga, si ndio unachomaanisha? <laughs> Sawa, mm -hmm. Lakini nataka niseme kitu kimoja, haya mambo mbona sio mageni kabisa, kabisa sio mageni, yani sio mageni, yani sio surprise kwa sababu Muhammad Hussein kabla ya kwenda Yanga rasmi amewahi kuhusishwa na Yanga kwa misimu minne minne, yani msimu huu anaenda Yanga anabaki Simba, msimu ujao anaenda Yanga, anabaki Simba, msimu ujao anaenda Yanga, anabaki Simba, msimu ujao anaenda Yanga, anabaki Simba, msimu wa tano ndo anaenda Yanga. Chama nafikiri ndio mfano mzuri zaidi. Chama toka anatua Tanzania kila dirisha la usajili kasajiliwa Yanga, ila atacheza Simba mpaka alipokuja ku, ku, ku, ku, ku maximize ile performance yake. Sasa bana ameshaimaliza, ameshaiacha Simba yote ndo kaenda Yanga, si unanielewa? Kuna wachezaji ambao wengine yang Hatua ya kutemwa kabisa na Simba ndo wakaenda Yanga wakina Agustin Okra, wakina Jambaleke au ambao pia wameenda kule wakashindwa ku succeed. Kwa hiyo nafikiri, unajua hii timu imekuwa obsessed na kitu gani? Nafikiri ushanielewa point yangu. Lakini binafsi mimi, kuna wachezaji nikisikia wanahusishwa na timu fulani yoyote, iwe Yanga iwe Ahli iwe Esperance iwe Mamelodi iwe wapi, siwezi kuogopa kwa sababu kuna aina ya wachezaji ambao ni ngumu kupatikana Afrika. Kuna aina ya wachezaji ambao ni rahisi kupatikana Afrika. Itategemea tu na wewe mwenyewe unataka nini, na pia unatakiwa uangalie aina ya wachezaji ambao uko nao. Je, wana fit na timu ambayo unataka? Kwa mfano mi nikisikia labda Eli Mpanzu ameenda Yanga, mimi binafsi, of course mashabiki wana wana nafasi yao, mimi kama mimi, kwa sababu mimi nauona mpira katika jicho tofauti, siwezi kuhuzunika Umenielewa? Kwa sababu, kwa sababu naweza nikapata mchezaji ambaye anaweza kuifanya timu kuwa stronger kuliko yeye. Japokuwa yeye, nachukizwa sana na watu wanaomcriticize Mpanzu, wanasema kwamba hatoi kinachostahili sijui anatumika na upande wa pili anafanyaje. Mimi sipendi hizi kauli, kwa sababu ukiona mchezaji amefanya kitu anachokifanya katika ubora fulani alafu ukacriticize, unamshushia unamshushia ile morali ya kupambana. Kwa mfano Mpanzu anaweza akadribble mpira akawatoka walinzi akaona space ya kushuti akashuti ikagonga mwamba. Kama mchezaji anakusudia kugonga mwamba, sasa huyo tena huyo, labda labda aliwahi kusomea u, u, u, u, sniper, yani adhamirie nagongesha mwamba, yani anadhamiria na gongesha mwamba, sio rahisi. Yeye alidhamiria kufunga, aka miss target kidogo tu ikagonga mwamba. Ina maana plani yake ya kwanza alikuwa anataka kufunga sasa kwanini unamcriticize wakati ameshaonyesha kwamba nia yangu, nilitaka kufunga? Anaingia ndani ya box anakevu mpira, anatafuta far post na gonga mwamba. Second boys wote anakutana nazo, anapiga nje. Kwa nini unamlaumu wakati yeye alikuwa anataka kufunga? Umeelewa? Lakini kama itatokea yeye kwa mapenzi yake akasema, bwana, mimi naomba niende timu fulani, njia nzuri ni kumwacha aende, kwa sababu haimaanishi yeye akiondoka kwamba ile nafasi yake itakosa mtu wa kureplace ni wachezaji gani pengine wa Simba ambao nazungumza yuko upande wao kwamba uwezo uh, ukawapata kiraisi kwenye soka la Afrika. Kwa Simba nzima hakuna. Yaani useme kwamba mchezaji huyu akiondoka Simba haitompata. Simba nzima pale hakuna. Wachezaji wote ambao design ya Simba ambayo wapo hapo. Zamani ndio ningesema sawa. Kwa mfano unajua kumpata mchezaji mwenye high level of creativity kama Chama wa misimu ya nyuma ile. Ni ngumu nitasema, kupata mm, mchezaji mwenye creativity level kama ya huyu kwa eneo anaocheza, ni ngumu, lakini wachezaji ambao sasa hivi wapo Simba <laughs> anapatika. Hawa, wanapatikana. Tena tena, hey, upgrade, tena zao. upgrade zao upgrade zao zipo, yani sio tu level hii, upgrade zao zipo, ila siimaanishi kwamba ni wabaya. Unajua, watu wana, kuna muda mwingine sisi tunavozungumza hivi, watu wanaweza wakatafsiri tofauti. Ni wazuri, lakini haimaanishi eti akiondoka ya huyu basi hakuna mbadala wake Afrika hii, no no, haiko hivyo. Na wapishi wapo wengi tu, basi kwa sasa hivi kitazama kikosi chao. Mimi Simba niki nimeshazungumza sana Simba mimi ninavyoiona ina viungo wengi wanaoombea mpira baina ya mistari kuliko wachezaji wanaoingia ndani ya box. Ili ufunge mabao mengi unatakuwa ucheze as much as possible, yani ucheze karibu na box, wewe cheza karibu na lango, ndio utafunga mabao mengi. Ukitaka kufunga mabao ishirini ishirini na tano, huwezi ukayafunga kwa kupiga mashuti na ndio maana ni rahisi sana ukisikia Mpanzu amefunga, yani ukisikia tu Mpanzu kafunga kwenye prediction ya 70%, labda ni shuti la mbali tumeelewa. 70% ni shuti la mbali. Sasa mchezaji ambaye ana uwezo wa kufunga lakini kwa kutumia mbinu ngumu atafunga magoli mengi sana kumi. Ili ufunge mabao 20 plus lazima uwe karibu na muda mwingi, wewe unacheza karibu na lango wachezaji wengi wanaofunga mabao chungu mzima, fuatilia hata ligi za Ulaya. Erling Haaland ambaye currently ndo one of the best strikers duniani anacheza karibu na lango as much as possible. Simba hawana wachezaji wengi wanaocheza karibu na lango, yaani wachezaji wengi wa Simba akifunga mshuti wa mbali wa kina Neo Maema, kina Mpanzu Menelewa. Morris anafanyaga attempts za hapa na kule, lakini anakuwa halengi target mechi kadhaa, unaona ule wastani wake wa kuingia ndani ya box ni mdogo. Kwa hiyo mimi ukiniambia sasa hivi Simba wanahitaji nini, nitakwambia Simba wanahitaji kwenda sokoni. Hata kama wataongeza kiungo mshambuliaji, basi awe na sifa za kuingia ndani ya box, labda winga anatakiwa awe na sifa za kufanya, nikisema kufanya mikimbio nyuma safu ya ulinzi, watu wengine hawaelewi, labda nitumie kauli ya kwamba awe ana uwezo wa kuona space na awe anafanya mikimbio mizuri zaidi ya karibu na lango, kwa sababu the more unavyocheza karibu na safu ya ulinzi the more unacheza karibu na lango. Kwa hiyo hivyo wachezaji hao ambao wanatafuta solution ngumu, ana dribble mpira au au wapo Afrika, lakini hawawezi kukusaidia kushinda kila mechi, kwa sababu kuna mechi watakutana na eh, timu ambayo iko very good eh, kwenye defense na ina discipline nzuri, wakashindwa ku provide solution. Unaelewa? Yeah, ya kwa hiyo, kwa upande wangu nafikiri nimeongea sana, lakini pia mimi huwa na kawaida ya kutoa ushauri kwa wachezaji wa kusajiliwa, anawapendekeza nimeanza na Elma Miteta nimempendekeza, anacheza AS Duanes ya nchini kwao Mauritania. Kwenye Chani alikuwepo, nafikiri watu walioangalia mechi ya Chan Taifa Stars na Mauritania walimuona ni mchezaji mzuri. Issue ya Pantev ni tofauti, hmm. kama atatokea kocha mwingine hapa katikati hmm. ataperform ataifikisha Simba kwenye malengo, nitasema Pantev sikuwa sahihi, lakini I bet kwamba atakuja kocha yoyote hapa na Simba haisiki kokote, unakataa unakubali. <laughs> tuishie hapo <laughs> eh, kwa hiyo hiyo ishu ya Pantev naijibu kama hivyo kwamba yeye kuondoka kwake ni sawa, sio mbaya, kwa sababu makocha siwapo na wanaajiriwa wafukuzwe, lakini nitaonekana sikuwa sahihi kama atatokea kocha mwingine, ana vyeti, ana falsafa nzuri na vitu kama hivyo alafu akaifanikisha Simba kufikia malengo ambayo wameyaweka wame ndani ya msimu kupata ubingwa kufika ro, kuingia robo finali, kwa sababu Pantev wameshindwa kwa sababu mechi mbili kapoteza, akaja kocha mwingine akatupeleka robo finali akafanya timu icheze vizuri kusio kuna changamoto za kiufundi kwenye timu nitasema well and good, lakini kama ikishindikana, maana yake nilikuwa correct, kwa sababu kwa nini wote washindwe? Kwa sababu nakumbuka complaints ilikuwa striker Yusuf Kagoma Selemani Matola kaja kawapanga strika Yusuf Kagoma. Kwa hiyo nahisi eh, nime, sikuwa nimekosea. <laughs>